Iparinakwambia yeah, isimu design iko alafu ni ire ya macho tatu yeah, iko na macho tatu apa, apa nyuma yake yeah, iko na macho tatu halafu kuna kitu apa chini naguza na kidole hivi yeah, inafanya ro

Nikanunua simuingina musuri hiyo. Hey, pesa ngapi? Hey, hey. arolo sadai orosadaida <laughs> nunua re <mrasa>, pesa musuri anajuanilirunuwa <laughs> si, ngiri ngapi iniliuzi wa ngiri kumi na ishirini

Alakini simu nimepata simu huku aksa simu sim araa nimepata simu bwana, hii simu hii hii simu ni mzuri. Hebu niipike <coughs> picha nao nione, halafu naata Masai hii kitu kituana, mimi nanishinda kutumia na ifinya, inajifinya Nikiweka kwa mfuko inajiongelesha inafanya chwi chwi. Nataka <laughs> <laughs> raya, raya, raya, raya, raya, simu inariaje? <laughs> Aya wera wasaba Eh ra kupigia ndakupigia baadaye. Na hii simu yangu kubwa haina credit lakini ni, nikiweka simu ndakupigia credit. Sawa, sawa. Unajua Kasa, sijajua kuitumia bado. Haya ay, arayacha nitatafuta moja nifunze kuitumia uh-huh. Rola yoo, hata niwekee na pasi kitu, weke password.